Msanii platform ametoa tamko rasmi kuhusu kujiondoa kutoka kwenye lebo ya Aba Music, akisisitiza kuwa uamuzi wake umefanyika kwa maelewano ya amani na nia njema ya kusonga mbele katika safari yake ya muziki. Kupitia ujumbe wake wa kuaga platform, ameonyesha shukrani zake kwa Aba Music, akitambua mchango mkubwa wa lebo hiyo katika safari yake ya muziki. Amesema kuwa kwa muda waliokuwa pamoja, wameandika historia ambayo ataendelea kuithamini. Napenda kuchukua fursa hii kuishukuru Abah Music kwa usimamizi, mchango na safari tuliyoshirikiana katika kazi zangu za muziki. Tumeandika historia pamoja na ninathamini kila hatua ya mafanikio tuliyopitia, aliandika. Platform ameeleza kuwa uamuzi wake wa kuondoka Abah Music umekuja kama sehemu ya hatua mpya ya maisha yake ya muziki. Amesema kuwa anafungua ukurasa mpya kwa lengo la kukuza sanaa yake na kuendeleza malengo yake kwa uhuru zaidi. Kwa sasa nafunga rasmi ukurasa huu ili kufungua mwingine mpya katika safari yangu ya muziki. Uamuzi huu umefikiwa kwa maelewano ya amani na kwa nia ya kuendeleza malengo mapya ya kisanaa na ukuaji wa kazi zangu, aliandika Platform. Hata hivyo, Platform hajayasahau mafanikio na ushirikiano alioupata akiwa na Abah Music. Amepongeza juhudi za timu nzima ya lebo hiyo akisema kwamba kazi yao imekuwa ya thamani kubwa kwake na historia yao itaendelea kubaki kuwa kumbukumbu muhimu katika safari yake ya muziki. Ninabaki na heshima kubwa kwa timu nzima ya Abah Music kwa moyo wa kujituma waliouonesha katika kila hatua. Ushirikiano wetu umekuwa wa thamani kubwa na naamini mafanikio yaliyopatikana yatabaki kuwa kumbukumbu -kumbu muhimu katika historia yangu ya muziki, aliandika. Platform amewatakia heri katika mipango yao ya sasa na ya baadaye, huku akiwashukuru mashabiki wake kwa sapoti yao kubwa katika kipindi chote cha safari yake ya muziki. Nawatakia heri katika mipango yenu ya sasa na ya baadaye. Shukrani nyingi kwa ushirikiano wenu, na kwa mashabiki wangu, asanteni kwa sapoti yenu, asanteni, kwa ujumbe wake wa kuaga. Huu ni mwanzo mpya kwa platform na mashabiki wake wanatarajia kuona mwelekeo wake katika tasnia ya muziki. Je, uamuzi wake wa kujiondoa Abah Music utakuwa na athari gani kwa mustakabali wa kazi yake ya muziki? Wakati utaeleza. Cha filo, karibu sana kwenye VIP Classic TV,